Shirika la haki za binadamu ulimwenguni Amnesty International umetoa ripoti yao kwa mara ya kwanza kufuatia vurugu na maandamano yaliyoibuka mwezi mmoja uliopita nchini Tanzania. Vurugu hizo na maandamano ambazo zilisababisha athari kubwa kwa taifa, ikiwemo vifo vya waandamanaji wengi, pamoja na mali za umma, pamoja pia na mali binafsi kuchomwa. Amnesty International umetoa ripoti yao kwa mara ya kwanza ikiwa imepita takribani mwezi mmoja Tangu tukio hilo liweze kutokea, kwa mjibu wa taarifa na ripoti hiyo ya Amnesty International, umesema kwamba vikosi vya usalama Tanzania vilitumia nguvu isiyo lazima au isiyo sawa, ikiwa ni pamoja na nguvu ya kuua ili kukandamiza maandamano ya uchaguzi kati ya tarehe 29 Oktoba na Novemba 3 mwaka 2025 na hivyo kuonesha kutojali haki ya kuishi na uhuru kukusanyika kwa amani, huku mamia ya watu wakiripotiwa kuuawa au kujeruhiwa nchi nzima. Utafiti mpya unaeleza jinsi vikosi vya usalama vilivyopiga risasi za moja kwa moja na mabomu ya machozi moja kwa moja kwa waandamanaji na watu wengine ambao hawakuwa na tisho la karibu kwenye maandamano hayo. Shirika hilo linasema kwamba vikosi vya usalama vilitumia silaha za moto bila kujali na hivyo kujeruhi na kuua watu wasiohusika katika maandamano hayo na kutumia vibaya mabomu ya machozi katika maeneo ya makazi na ndani ya nyumba za watu. Vurugu ambazo vikosi vya usalama viliofanyia waandamanaji na watu wengine ambao walikuwa tu wanaendelea na shughuli zao za kila siku zilikuwa za kushangaza na zisizokubalika na ni ishara nyingine ya uvunjifu unaoendelea nchini Tanzania. Agnes Kalamadi, katibu mkuu wa Amnesty International amesema kwamba katika kuzima kwa internet nchi nzima, maafisa wa usalama waliofanyia watu binafsi kupigwa na aina nyingine za unyanyasaji, kwa nyuma waliojeruhiwa, huduma za afya, kuwakamata wengine waliokuwa bado wanahitaji matibabu na kukusanya miili ya waathiriwa kutoka mochwali na kuipeleka mahali pasipojulikana. Vurugu ambazo vikosi vya usalama viliofanyia wa waandamanaji na watu wengine ambao walikuwa tu wanaendelea na shughuli zao za kila siku zilikuwa za kushangaza na hazikubaliki na ni ishara nyingine ya ukatili dhidi ya Tanzania, alisema Agnes Kalamadi, katibu mkuu wa Amnesty International. Kuundwa kwa tume ni hatua ya kwanza kati ya hatua nyingine ambazo lazima zifuatwe ili kutoa uwajibikaji. Mamlaka sasa inapaswa kuhakikisha kuwa uchaguzi wote ni huru na wa haki na wakina na usio na upendeleo, Agnes Kalamadi alisema tarehe kumi na nne novemba rais wa tanzania alitangaza tume ya uchunguzi kuhusu mauaji ya waandamanaji hata hivyo wanachama wa jamii ya kiraia wameelezea wasiwasi kuhusu uhuru wake kuundwa kwa tume hii ni hatua ya kwanza kati ya hatua nyingine ambazo ni lazima zifuatwe ili kutoa uwajibikaji mamlaka sasa inapaswa kuhakikisha kuwa uchunguzi wote ni huru wakina na usio na upendeleo hakuna mtu anayepaswa kulindwa wale walioamuru waliowezesha na walitumia nguvu isiyo halali wanapaswa kuwajibishwa bila kujali nafasi yao. Kila familia inayohuzunika inastahili majibu, haki na nafasi ya kutafuta fidia. Chochote kidogo zaidi kingekuwa zoezi la kuficha ukiukwaji, alisema Agnes Kalamadi. Kati ya tarehe tatu hadi tarehe ishirini na nane Novemba, Amnesty International ilihoji zaidi ya watu 35 ikiwa ni pamoja na walionusulika majeraha ya risasi na mabomu ya machozi mashahidi wanashiria wanaowasaidia waandamanaji waliozuiliwa na wataalamu wa afya ambao walitibu waathiriwa waliojeruhiwa pamoja na ndugu wale waliofariki. Timu ya uchunguzi ya kidijitali ya Amnesty International Evidence Lab ilithibitisha video 26 na picha sita zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii kati ya tarehe 2 na 18 Novemba au zilizoshirikishwa moja kwa moja na wafanyakazi wa Amnesty International na vyanzo vya kuaminika Mamlaka ya Tanzania haikujibu ombi la Amnesty International la maoni. Kunguru walikuwa kila nyama kutoka kwa miili ya wafu. Wataalamu wa afya watatu katika hospitali za umma huko Dar es Salaam, Arusha na Mwanza waliambia Amnesty International kuwa mamia ya watu walio na majeraha ya risasi walilazwa kwa matibabu kati tarehe 29 na 31 Oktoba. Wengi walikuwa vijana wa kiume, lakini waliojeruhiwa pia walijumuisha watoto na wanawake. walipata majeraha kwenye kichwa kinena, miguu, shingo, tumbo, matako, mgongo na kifua. Tangu nilipoanza kufanya kazi zaidi ya miaka 15 iliyopita, sijawahi kuona kitu kama hiki. Sijawahi kuona watu wengi waliopigwa risasi hivyo, na miili ni mingi ya wafu iliyorundikana na kunguru wa kila nyama yao, mfanyakazi wa afya aliye Dar es Salaam. Wafanyakazi wa afya kutoka Arusha na Dar es Salaam walisema mamia ya miili ya, ya wafu ililetwa hospitalini wa mwao na baadhi kaachwa nje kwa sababu ya ukosefu wa nafasi katika mochwali. Evidence Lab ilithibitisha video moja inaonesha angalau miili sabini iliyorundikana kwenye sakafu na kwenye machela katika hospitali ya rufaa ya mkoa Mwananyamala huko Dar es Salaam. Pia ilithibitisha video mbili na picha moja inaonesha angalau miili kumi iliyorundikana kwenye machela tatu nje ya hospitali ya rufaa ya mkoa Sekou Toure huko Mwanza. Tangu nilipoanza kufanya kazi zaidi ya miaka kumi na tano iliyopita sijawahi kuona kitu kama hiki. Sijawahi kuona watu wengi waliopigwa risasi hivyo, matumizi ya silaha za moto na mabomu ya machozi bila kujali. Maria, mwenye umri wa miaka 28, alisema polisi walimpiga risasi mume wake katika eneo la Magomeni jijini Dar es Salaam tarehe 29 Oktoba 2025 na akafariki siku mbili baadaye alipokuwa akitibwa kutokana na kuvuja damu nyingi. polisi hawakurusha mabomu ya machozi yoyote, walitumia tu risasi za moja kwa moja. Walikuwa wamesimama nyuma ya gari baada ya muda mfupi nilitoka nje na nikasikia watu wakipaza sauti ameua ameua. Niliona kutoka mbali kora ya shati ya mtu aliyelala chini na nikagundua kuwa ni mme wangu, alisema Paul Kingi mwenye umri wa miaka arobaini na sita alikimbia Kenya baada ya kupigwa risasi nyumbani kwake Goba, jijini Dar es Salaam tarehe ishirini na tisa Oktoba. Alikumbuka kuona watu wenye silaha ambao waliaminika kuwa ni maafisa wa usalama wakipita kwa gari nyumbani kwake, walilenga na kupiga risasi. Nikahisi maumivu kwenye mguu wangu wa kushoto, karibu na kifundo cha mguu, maumivu hayo yaliniteremsha chini. nilipogusa nikaona damu inatoka, ndipo nilipogundua kuwa nilipigwa risasi. Kutoka chini niliweza kusikia milio zaidi ya risasi, alisema. Amnesty International ilipokea ripoti kwa baadhi ya wa waandamanaji walirusha mawe, wakachoma matairi ili kuziba barabara karibu magari ya serikali. Hata hivyo, katika visa vilivyoandikwa na shirika waandamanaji ya watu waliohusika ambao kuonekana kuwa ni tisho la karibu kwa maisha ya maafisa wa polisi au wengine walilengwa na nguvu na kuuawa kuwa wa. Mashahidi waliambia Amnesty International kuwa polisi na maafisa wa usalama waliovaa kiraia walichukua hatua ya kupiga risasi za moja kwa moja bila onyo ili kuwatawanya umati karibu mara moja au muda mfupi baada ya kutumia mabomu ya machozi dhidi yao. Shahidi mmoja alisema kuwa karibu saa sita mchana tarehe 30 Oktoba, wanaume waliovalia sare za polisi walirusha mabomu ya machozi barabarani karibu na soko la Silali, kisha wakawasha moto mbele ya duka ambapo alikuwa ameketi na rafiki yake. Walimuua rafiki huyo hapo hapo, wakati yeye alipata jeraha la risasi kichwani. Uthibitisho wa kidijitali wa matumizi mabaya ya nguvu na kuwaua. Evidence Lab ya Amnesty International pia ilithibitisha video zinazoonesha matumizi yanaonekana kuwa mabaya ya nguvu ya kuua. Katika video moja, mwanamke yupo kati ya kikundi cha watu walioonekana wakikimbia barabarani Arusha huko, sauti zinazoendana na milio ya risasi zikisikika wakati mmoja. Mwanamke aliyeshikilia kijiti cha mbao anaanguka, anainuka kwa muda mfupi kwa msaada wa mtu mwingine kabla ya kuanguka tena. Alama ndogo nyekundu inaonekana mgongoni mwake, wakati doa kubwa jekundu linaonekana kifuani mwake. Daktari wa patholojia ya mahakama aliyepitia picha zinazotolewa na chanzo cha matibabu hospitalini Arusha na video ya mwanaume aliyejeruhiwa barabarani Dar es Salaam alihitimisha kuwa picha na video za waliojeruhiwa zinaonyesha ushahidi wa kushawishi wa majeraha ya risasi ya kasi kubwa ya aina inayotolewa na bunduki za kijeshi. Kutumia risasi za moja kwa moja dhidi ya waandamanaji wasio na silaha na watu wasiohusika wasio na tishio la karibu kwa maisha wengine ni ukiukwaji wa waziwazi wa haki wazi wa wazi wa ya kuishi. Ushahidi ni wazi, maafisa wa usalama wa serikali walionyesha kutojali kabisa maisha ya watu alisema Agnes Kalamadi. Maafisa wa usalama pia walitumia mara kwa mara mabomu ya machozi kwa njia isiyo halali ili kuzima maandamano ya amani. Katika visa nyingine, walirusha mabomu ya machozi moja kwa moja kwa watu wasiohusika au wakazi katika maeneo yaliyoathiriwa na maandamano na ukandamizaji uliofuata. Shahidi mmoja aliambia Amnesty International kuwa mabomu ya machozi yalirushwa ndani ya nyumba yake Oktoba 29 wakati mtoto wake wa mwezi mmoja alipokuwa amelala. mateso pamoja na unyanyasaji mwingine. Amnesty International ilithibitisha video sita zinazoonyesha matukio tofauti karibu na shule ya msingi ya Tabata jijini Dar es Salaam, ambapo vikosi vya usalama na wanaume waliovaa kiraia walifanya vitendo vya mateso au unyanyasaji mwingine. Waathiriwa wote wanaume kulazimishwa kukunja chini kutembea kwa kuchuchumaa au kuketi kando ya barabara huku wakipigwa na fimbo, kupigwa ngumi, kupigwa mijiredi, kupigwa teke au kuvutwa kwa viungo vyao. Waliojeruhiwa waliokataliwa huduma ya afya katika vituo vya afya. Vikosi vya usalama Tanzania viliingilia upatikanaji wa huduma ya afya kwa watu waliojeruhiwa katika baadhi ya maeneo. Mfanyikazi wa afya aliye Dar es Salaam aliripoti kwa maafisa waliamlwa, wafanyakazi wa matibabu kuwakabidhi angalau wagonjwa watano walio na majeraha makubwa ya risasi, huku wakiwa bado wanadamu ili wahojiwe. Watano hao walikuwa wamevaa sare au tishiti za chama cha upinzani Chadema. hawakuwaona tena wagonjwa hao. kulingana na mila yetu, kwa kuwa hatukupata mwili wake, tuliamua kuzika nguo zake na picha yake ndugu mwathirika alizungumza. Maafisa wa usalama pia waliamuru wafanyakazi wa matibabu kuwapa kipaumbele matibabu wagonjwa fulani kuliko wengine na kuwaonya wafanyakazi wa matibabu dhidi ya kusema au kurekodi walichokiona hospitalini mwao. Mfanyakazi mmoja wa afya alieleza uwepo mkubwa wa askari polisi huko mkoani Mwanza, huku maafisa wakiamuru wauguzi kuacha kuatibu baadhi ya waliojeruhiwa, waliochukua watu ambao bado walikuwa wakipumua, wali na wangeokolewa. Mfanyakazi wa afya alisema afisa mkuu wa serikali alifika hospitalini tarehe mbili hadi tarehe tatu Novemba na kuamuru wafanyakazi wa matibabu kuweka wagonjwa wote walio na majeraha ya risasi katika wodi tofauti, ambapo wangefungwa pingu na kuwekwa chini ya ulinzi wa polisi, akisema watashtakiwa kwa uhaini kwa kushiriki maandamano. Amnesty International pia ilipokea ripoti kwa waandamanaji waliojeruhiwa na watu wasiohusika walijitoa hospitalini mapema au waliepuka matibabu aswalini wa kabisa kwa hofu ya kukamatwa. Amnesty International ilimoji familia na marafiki wa watu wanane waliofariki huko Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Tunduma, Moshi na Mbeya ambao hawakuweza kupata miili ya wapindo wao hata baada ya kutafuta katika moshali mbalimbali na wanaofiwa kuwa vikosi vya usalama vilichukua ili kuficha ushahidi wa mauaji, waliwachukua watu ambao bado walikuwa wakipumua na wangeokolewa.